Na baada ya kuhudumu kwa miaka thelathini na mitatu kwa kujitolea uh, fundi wa mtambo Juma Kiboi leo alisherehekewa kwa mchango wake mkubwa katika Shirika la Utangazaji humu nchini KBC. Kiboi, anajulikana na wenzake kama Bwana Fix, amekuwa nguzo muhimu katika idara ya ufundi, akilea ya vizazi vya wataalamu na kuchangia pakubwa katika mageuzi ya kiteknolojia katika shirika hili la KBC. Juma Kiboi ni mfano kamili wa mtu mpole na mwenye maarifa mengi. Kiboi ambaye amehudumu katika idara ya ufundi kama mhandisi aliyesimamia vituo vya televisheni na utangazaji kwa miaka thelathini na mitatu amesifiwa kwa mchango wake mkubwa kwa shirika la KBC. We have done a lot in tv center in terms of transformation in terms of migration

Kiboi amewafunza vijana wengi wataalamu kwa bidii, akidumisha utamaduni wa nidhamu, uvumbuzi na ushirikiano katika idara ya ufundi. Kiboi kwake alikuwa sio sio mhandisi tu, pia alikuwa ni mwalimu. Alikuwa akipenda kufundisha, alikuwa akifanya vitu kwa bidii, alikuwa ni mtu ambaye ni mtulivu, angekuwa ana, ana, ana, ana, ana, ana shtuka shtuka wakati mambo yanaanza na ya kuwa magumu Tangu ajiunge na shirika la utangazaji la humu nchini KBC mwaka wa 1992, Kiboi ameshuhudia na kuleta mabadiliko ya kiteknolojia kwa utangazaji katika shirika hili. Never oppose technology. Kiboi ni ye alisimama na newsroom, mpaka hizo TVU tukaanza kutumia na mpaka waleo, wa leo mimi hata sikuwa nimejua Kiboi ameritaya

Anajulikana kwa ujuzi wake wa kutatua matatizo na kujitolea kwake kutimiza wajibu wake. Wenzake wakimbadilika jina Bwana Fix, jina linaloonyesha uwezo wake wa kutatua kikwazo chochote cha kifundi kwa usahihi na utulivu. Anapoliaga shirika la KBC, wengi wamemtaja kama nguvu tulivu, mtu aliyehakikisha KBC inaendelea na itaendelea kupeperusha matangazo yake katika uvumbuzi kwa zaidi ya miongo mitatu I would Uh, how, how things work and try out because some things you cannot be trained in class. You, you apply them through experience exposure and self-teaching self Noel Ongeso, Darubini Wikendi